Tendo la ndoa ni zuri kwa wanandoa, na hawajaumbiwa watu wasiopatana kwenye ndoa. Tunapofanya tendo la ndoa, pale ndipo tunapokuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ni hatari sana kulidharau tendo la ndoa. Tendo la ndoa ndiyo inakufanya uitwe mke wa mume, wa kukutana kule kwenye sex. Maji maji yake yanaingia kwako na ya kwake yanaingia kwake, pale ndipo mnapoitwa mwili mmoja. Tendo la ndoa linahitaji akili ya ziada, ubunifu wa ziada. Leo watu katika miili yao ile, katika hali ya kuwa mwili mmoja, hawana ubunifu katika tendo la ndoa, ni kila miaka inakatika cha mende tu. Cha mende tu, ni kifo cha mende tu ni kifo cha mende tu, cha mende tu, yaani kesho leo kifo cha mende. Usijifanye wa kiroho kuliko mimi, nisikilize hapa, nimekuambia ukicheka cheka, usijikaushe unaweza ukapasuka tu Badilisha sasa, kwa sababu tendo la ndoa linahitaji ubunifu usiokuwa wa kawaida. Lakini ubunifu huu lazima uchangiwe na usafi. Kama usafi sio mzuri, kwa mwanamke au mwanaume, aliwezi kuwa na ubunifu. Kuna wengine ni mabingwa wa kufuga misitu, lakini misitu ambayo mnaifuga mchana mnakimbia kimbia huko na kule, majasho mengi, alafu unaingia unasema, njoo njoo njoo, mke wangu njoo, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo. Aje na msitu huo, naye anaupenda, umeloa majasho kwa ngua, msitu kwa ngua, msitu huo na wakiingia nyoka huko ukikimbiwa usishangae. Mambo mengi yamekuwa yakiathiri maisha yetu bila kujua, aidha tumekuwa wakiroho sana au tumejifanya kama tuna hekima sana. Kwa nini umeoa? Ukiingia kwenye ndoa mambo hayahitajiki ukiwa yani, kwa kweli yani baba ananilinda, una, unafikiri ka mchezo. Kuna wakati wa kuwa hapa, kuna wakati wa kuwa nje. Bahati mbaya mi napenda kusema ukweli, sisi kina baba kwa neema ya Mungu, Mungu ametupa koni ziko ndani ya zipu zetu E, hii balkon ambayo inauzwa barabarani, wanakuelekeza tu mama, ile ni ya kwako, ni ya kwako. Mnapofika amujaenda kwenye tendo lile na kuharakia rakaraka, changamkia balkon. Hey, kachukuliwa, kaibiwa. Mme wangu yupo siki, simwelewi. Umewaachia balkon wenzio, shangilia kama shangilia, ukiangalia pembeni, angalia pembeni, lakini nakupiga sindano wewe unafikiri vitu hivi wamepewa mashetani? Sio mashetani, hivi ni vya watoto wa Mungu. Maandiko anasema Adamu na Awa mkewe wote walikuwa uchi na wakuoneana haya. Wewe haya inatoka wapi? Aibu ya kwenda kumpekenyua pekenyua mwenzako inatoka wapi? Mpekenyue mkague, alafu ikiwezekana endelea mambo yanayotakiwa kuendelea. Ukifanya hivyo, nakwambia atakuwa anatembea kama mweu.